Hapana. Kisa ulikuwa unanyamaziani? Nilikuwa na ningemwambia kisa, njo ile roya ya kubifua, njo nilipata nifika mwenye, njo ningepata bifa. Ndiyo. Hakuna tamu ingine, mwatoto mwenye mulikuwa kana unapanga naye? Hapana. Hii ni nini nina vata? Nisene nikuende nikupate. Ndiyo, unalalana naye, ndiyo unalota tu na kuwa naye, ndiyo. Ona itika. Sasa mimi nakumuuliza mwaile 3 jours ulipangaka uwa mamako roho gani? sio alikuwa analota mwenye alikuwa anakusukuma mwile. Ndoto ni nani? Sijui, ni mama. Ni mama. Mm. Ndio. Mm. wa miaka ngapi? ni mama mkubwa. Nani kwa mwanja? mama tupana. Anakusukuma bwanda uwa mama? Bwanda uwa mama. Eh, na ilikuwa lazima. na zile makuta masiku, ndio anja ile lota nani kupata kulipata ile 3000 francs. Mwalikupata ile 3000 ni nani?

Nashasikia harufu akiongeza kula na huko mm, namuona kisha akakula akaongeza kula, nipata viacha, alikula kidogo, akasema mbona kose muko dawa ya panya. Mm, akaviacha alikula vijiko vingapi? alikuwa anamaliza kirai cha kwanza, eh, alianzia kuvirai. Mm, maharage hakuikula alikuwa anaacha kula kwa maharage, maana alikuwa anamaliza kirai cha kwanza vijiko na chakula, vijiko vingapi sijui.

Na maragi mwaliuza na nani? Imam. Na mafuta mwaliuza na nani? Imam.

Bae, tuambia viko kwa roho yako sai? Simacha kufungia munyumba. Mm. U, mule uko na mafikiri gani? Me, niko na waza tu kuni mama atakufa. Kisha, kisha kufa unawaza. Utakuwa nini? Tunabakia yatima. Unawaza ni? Ulisema wewe ndio nani? Ndoli. Usoko miaka ngapi? Kenta. Wadogo wako ni wangapi? Ni wade. Na mababu wako?